Usiku saa nane wakavunja mlango w watu nyumbani kwangu wakaingia ndani na kuanza kunishambulia kwa mapanga. Basi mimi nilibidi nipige kelele pale. Baada ya kuanza kupiga kelele, wale wakakimbia. Tukio hili lilikuwa limeandaliwa muda mrefu. Kuna watu watatu na mtu wanaoitwa Isa Abdara na kuna mtu anaitwa Omari Ramadhani Hamisi na mdogo wake Aribi Ramadhani Hamisi, na kuna mtu anaitwa Samsoni. Hao ndo mashamba yao miaka nenda miaka rudi, hawataki kuitii serikali, kwa kuzingatia ile utaratibu wa mkataba uliokwepwa, ambao mashamba yao wamechukua tangu elfu mbili na ishirini na sita kwa kuwa haijafanyiwa kazi, nilivyoingia mimi madarakani, wananchi wakanilalamikia, bwana, kuna mashamba pori ambayo hayafanyiwi kazi, kwa hiyo tunataka kama serikali itusaidie, yale mashamba tutapata vipi? Wao ndo wakaanza kusema, bwana, hata kama sisi tutaondoka, lakini lazima tukuue. Mwisho wa siku ndio jana wakatimiza ahadi yao ya kutaka kuniua. Mume wangu ni mwenyekiti wa kijiji. Tumeshinda vizuri jana kuanzia asubuhi mpaka usiku. Kampa chakula akala, tena akaingia ndani. Lakini kabla ya kwenda kulala kuna mtoto wetu ambaye anaishi da. Jana amekuja likizo. Amefika nyumbani usiku. Kwa hiyo alipofika yule mtoto maana miaka mingi hajaja nyumbani. Nikamwacha amelala na baba yake, mimi nikaenda kulala nyumba ya pili na mdogo wangu. Mdogo wangu anaumwa. Kwa hiyo mimi nikawa nimelala na mgonjwa. Nahy akawa amelala na watoto wawili mida ya saa nan usiku, ndipo tukaanza kusikia makelele, jamani akufa, jamani wenye kitu naniua. Ndipokuupuka pale tukatoka nao na wametoka tukafika pale tuakuta mtu yoyotettunwazi akiganja kinaninginia wamempiga panga la kichwa. Tumethibirisha kumpokea mgonjwa Doto mida ya saa ta na nusu asubuhi kutoka hospitali ya Rufaa kutoka Ngerengere hospitali Ngere, akiwa na, na diagnosis ya, ya mvunjiko mkubwa wa mkono na majeraha ya kukatwa kichwani, lakini pia ana majeraha ya kukatwa na kitu chenye ncha kali kama anavyosema ni panga mara mbili kichwani na mara moja kwenye kifundo cha mkono ambacho kilihusiana na kupoteza upotezaji wa damu nyingi lakini alipofika kule hospitali geingei walimchona na kustabilize pamoja na kumpatia antibiotics na dawa za maumivu na kuendaa kumpa madripu ya maji, huku tumechukua vipimo vya damu na anatakiwa akafanya x-ray na kimo kikubwa cha kichwa kujua ukubwa wa, wa jeraha lake. Kwa sasa hapa mg anaendelea vizuri na, na anaondoka kwanza wodini.